Rusi alikulia katika maisha magumu tangu utotoni. Wazazi wake walifariki akiwa mdogo na kwa muda mrefu alilazimika kujifunza kuishi bila msaada wa mtu yeyote. Kupitia maumivu na changamoto aliamua kuwa tofauti, akaamua kuishi kama mwanaume. Kimuonekano na kitabia, mtu asiyemfahamu angeweza kudhani ni mvulana mtanashati mwenye haiba ya kipekee. Alipenda kuvaa kaptura, tisheti na koti lake dogo juu, akihitimisha mwonekano wake kwa kofia na snika safi. Rusi alikuwa na mchanganyiko wa urembo wa asili na sura kali kiasi cha kumfanya kuwa wa kipekee. Hakupenda mambo ya wasichana wengi, badala yake alichangamana na wavulana wahuni waliomchukulia kama mwenzao. Michezo ilikuwa sehemu ya maisha yake. Alikuwa mchezaji mzuri wa basketball na tennis, akihakikisha kila anaposhiriki timu yake inapata ushindi. Siku moja alifika kwenye uwanja wa basketball aliozoea. Ilikuwa ni mechi ya ushindani na kama kawaida aliingia kwa kasi. Urefu wake ulimpa nafasi nzuri ya kupachika pointi nyingi na hatimaye timu yake iliibuka mshindi. Lakini kulikuwa na kijana mmoja kutoka timu pinzani aliyekuwa akimtazama sana. Alikuwa na haiba ya kipekee, macho yake yalionyesha shauku ya kumjua zaidi. Rusi alivutiwa na jinsi alivyoonekana tofauti. Hakuwa kama wavulana wengine waliocheza uwanjani. Baada ya mechi, wakati Rusi anaagana na washikaji zake ili kuondoka, kijana huyo alimfuata na kumsalimia. MVP bro, unacheza vizuri sana, naweza kujua jina lako? ii kijana huyo alisema kwa tabasamu dogo. Rusi alimtazama kwa sekunde chache kisha akakunja uso. Hakutaka mazoea na mtu yeyote hasa wageni. sina muda wa mazungumzo, tunashindana uwanjani si kwenye stori, alijibu kwa sauti baridi, kisha akapuuza na kuondoka. Lakini kijana huyo hakufanya haraka kukata tamaa. Alihisi kuna kitu cha kipekee kwa Rusi na alitaka kugundua zaidi, maana hata sauti yake haikumshawishi kama yeye ni mwanaume. Usikose mwendelezo. Baada ya mechi, Rusi alipuuza salamu ya kijana yule na kuendelea na shughuli zake kama kawaida. Hakupenda mazoea na watu asiyowajua, hasa wale waliovaa kistaarabu kama huyo kijana aliyekuwa amemfuata. Lakini Damian hakuwa mtu wa kukata tamaa kirahisi. Alikuwa mtu mpole, mtanashati na mwenye utajiri, lakini hakuwahi kutumia pesa zake kutafuta urafiki au mapenzi badala yake alipenda kugundua watu kwa asili yao na kwa mara ya kwanza alihisi kuvutiwa na mtu ambaye hakumjali hata kidogo. Siku iliyofuata Damian alirudi uwanjani akijifanya kama alikuja kucheza, lakini kwa kweli alitaka tu kumuona Rusi tena. Aliangalia huku na kule, na alipomuona Rusi akiingia, moyo wake ulidunda kidogo bila sababu ya maana. Rusi alikuwa na kawaida yake: kofia kichwani, kaptura na sneakers safi alikuwa na haiba ya kipekee tofauti kabisa na wasichana wengine waliopenda mavazi ya kike. Wakati wa mapumziko Damian alijaribu tena kumwendea. ni mchezo wa leo ulikuwa mkali zaidi, una kipaji sana, alisema kwa sauti ya utulivu. Rusi alimtazama haraka, kisha akatikisa kichwa, ni asante. Damian aliona hilo kama hatua ndogo ya mafanikio. Alijua haitakuwa rahisi kuingia kwenye maisha ya Rusi, lakini aliamini kuwa na subira kungeleta matunda. Kadri siku zilivyoendelea, Damian aliendelea kutokea uwanjani. Hakumlazimisha Rusi kuongea naye, lakini uwepo wake ulianza kuzoeleka. Alimsikiliza kwa mbali, alimtazama jinsi alivyocheza kwa bidii na kila mara alitabasamu kila Rusi alipomfunga pointi uwanjani. Hatimaye siku moja, baada ya mchezo mkali, Rusi alikaa pembeni akijifuta jasho. Damian alikuja taratibu akiwa na chupa ya maji mkononi. En, nimeona ulivyohangaika uwanjani, unaweza kuhitaji hii, alisema akimpa maji. Rusi alimtazama kwa muda, kisha akapokea bila kusema chochote. Alikunja lips zake na kunywa maji taratibu. Kwa mara ya kwanza, Damian alihisi kama kuna mwanga mdogo wa matumaini.